Shukuru ni Bwana Yesu, wapo ni mwema, na anafadhili zake, anafadhili zake. Nalifurahia waliponiambia na, na, na walipo twende nyumbani kwa Yesu. Je, ye, weo ulifurahia kwenda nyumbani kwa nani? Juma pili hii ya tarehe 26 Oktoba 2025 mtumishi wa Mungu Kuhani Eliah Abel Haule amekuandalia ibada kubwa ya kumshukuru Mungu. Njoo tumrudishe Yesu sifa na utukufu kwa yale yote aliyotutendea ndani ya mwezi wote Oktoba. Hakika itakuwa ni ibada ya kitofauti kwenye maisha yako. Kutakuwa na ibada ya kusifu na kuabudu, waimbaji mbalimbali watahudumu siku hiyo. Amen. kuwa na uimbaji wa tenzi njoo umwone Yesu pia kutumia uimbaji, maana hata kwenye uimbaji kuna uponyaji pia. Na wewe ambaye uko mbali utatufatilia, tutakuwa live YouTube, utaingia kwa jina la Loeva Ministry. TikTok utaingia kwa jina la Kuhani Elia Abel Haule. Kwa mawasiliano zaidi 0762856980. Tunapatikana Kimara Suka, Golani G9. Wewe unaitokea popote pale, utapanda gari ya Kimara, utashuka Kimara Suka, utachukua usafiri ambao utakuleta Golani G9, hapo hapo utakuwa umefika kanisani. Wewe wow, unayetokea mbezi utapanda gari ya Kimara, utashuka Kimara Suka, utavuka upande wa pili, utachukua usafiri ambao utakuleta Golani G9, hapo utakuwa umefika kanisani. Watu wote mnakaribishwa.